Mwenyeji wetu naibu chifu kadhi, lakini ndiyo mudiri wa kituo hiki, ndugu yangu, shemeji yangu, Shekh <coughs> Muhamad Konsel, adamallahu bakaak watala umrak wasahala umurak, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri akuondoshee kila aina ya uzito popote utoke, hapo mashariki ya ardhi na magharibi yake, kaskazini na kusini yake. Shehe wetu wa wilaya ndugu yangu Shekh Adam wa mwenye pingu, Mwenyezi Mungu nawe akufanyie wepesi majukumu yako. Mzee wetu Shekh Abdallah Matulanga, mlezi wetu wa siku nyingi, Mwenyezi Mungu akupe afya tele, lakini pia akupe wepesi katika kusimamia wajukuu na watoto wako. Ndugu yangu Sheikh Abbas bin Ramadhani Abbas, imamu wa msikiti wa Mtoro, mjumbe wa baraza la ulama mkoa, nawe ni askari wa mtume sallallahu alaihi wasallam uliojawa ma, mapenzi tele, Mwenyezi Mungu akupe mwendo. Nawe kwa kipekee, walimu zetu Sheikh Abdu mjukuu wake Shekh Muhammad Ayubu lakini na alhabibi almusawa. Hawa mimi nawataja kipekee, ni walimu zetu, kwa sababu haya mnaotuona nayo asili ni wao. Mwenyezi Mungu nanye awahifadhi kwa baraka za wazee wenu kiumeni na kikeni, sote atugubike na kheri. Tena na wote mliokuwepo hapa nsimsahau Shekh Hamisi Kwangaya na kakangu Shekh Hamisi Meli, na nyote nawajua majina yenu, lakini naogopa kama alivyosema shekhe hapa, isije ikawa takhmisi, maanake kuna halal badiri na takhmisi. Wote, nirudie kuamkia tena, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa hakika shughuli hizi huwa haziwi ndefu hata kidogo <coughs> na hata mawaidha yake hayawi marefu. Mimi niseme neno moja lakini nawaomba mlizingatie sana. Mirathi hizi ziko namna mbili, kuna mirathi ya vitu tarika, Mali yakiwemo makoti, vizibao, mabirika, kalamu, mashamba, magari, mifugo, majumba, watu. Ipo mirathi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja kirefu katika Suratun Nisaa, kwamba mtu akishakufa mali yake hugawiwa mafungu mpaka yakafika sita ndivyo, eh mpaka sudus. Yani ukifa tu watu wataanza kugawana vyako. Kuna mwingine atachukua robo, kuna mwingine atachukua nusu, inategemea mmebakishwa vipi. Kuna wataka uchukua sita, kuna atachukua thumun ndo moja ya nane hiyo. Ili mradi iko mirathi hiyo ambayo maal asafi shadidi, kwa masikitiko makubwa, wallahi pia hatuijui, hatushughuliki nayo ilhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake na fadhila zake kwetu ametuainishia, kagawa mwenyewe Mungu Walidi akifa basi hiki kizibao bao chende kwa nani? Kalamu zake ziende kwa nani? Kama Mungu amemjalia akapata kibanda, nani achukue mlango? Nani achukue dirisha? Mungu kapanga hayo. Narudia tena kwa masikitiko makubwa, hatudili na mambo hayo. Mtu akifa badala ya kwenda kwa kadhi, kama hivi Sheikh Muhamadi wa konseli na ndugu yangu Sheikh Hamisi pale, wanaenda mahakamani kule, wanachaguliwa wewe ndio msimamizi wa mirathi, sijui wee nini, sijui nini. Na tena hiyo bahati nzuri, wakati mwingine watu wanaanza kupigana na mapanga. <coughs> hata kuna mwimbaji mmoja mwidini ngurumu alisema tunatoa na roho kwa mali alizoacha. Baba, si mnaijua ile nyimbo? Bahati mbaya wengi walikuwa mbele yangu hapa ni watu waliozaliwa 90 90 tu, lakini watu wamezaliwa huko hamsinati wachache wakina mzee Matulanga lakini nyimbo hii inajulikana eh. Nyimbo maarufu ilimbwa na Msondo kwa nakma <coughs> ya bayati Masudi anejua. Ikawa maarufu na ikipigwa hapa nuta. Unajua nuta? Eh? Amana hapo, amana hapo, kipigo hapo. Mwidini Ngurumu anaimba tunatoa na roho kwa mali yalizoacha baba. Nyimbo siipendi ile, <coughs> shekhe, siipendi, kwa sababu haiwezekani Waislamu wafikie kutoa na roho kwa mali za baba yao, haiwezekani. Kwa nini? Mungu kawapenda, kawawekea utaratibu ni kufuata tu. Alislamu huwa alkhudu walinqiyadu lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uislamu <coughs> ni kunyenyekea na kufuata aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo sivyo? Hiyo ni mirathi, sitaki kuizungumzia hiyo leo, nimegusia tu. Kuna neno nataka niliseme mlizingatie, ili nikae chini. Hiyo mirathi lakini, kuna mirathi ya mwenendo. Ile siku ile Abu Huraira radhiallahu anhu alipopita katika soko la Madina suku Ukadh, akasimama akawaambia watu eh, ebu enendeni msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, huko kwagawiwa mirathi yake. Watu wakakimbia kukimbilia msikitini, kwa vile wanapenda makoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapenda vitanda, wanapenda mabakuli, mbio. Soko likabaki tupu jeupe pepe. Watu wakaja kule msikitini, wakatizama hakuna kigawicho. Huyu <coughs> katutosa huyu. Abu Hurairah ye kabaki kule kule sokoni peke yake. Kasimama kama hivyo usimama, mimi na macho yangu makubwa hivi. Watu wakaangalia angalia, yule vipi ya bure yule, sahaba kweli wa mtume yule, mbona tudanganya? Wakarudi na hasira zao mpaka pale, eh, bwana vipi, umetutoa enee, twauza tende zetu hapa ajwa. Twauza zabibu, twauza vya kuuza bwana. Tunaacha fedha, unatuambia kule kuna mirathi ya mtume kuna nini bwana? We akawaambia, kwani amkuakuta watu huko? Akasema tumakuta lakini tumakuta, lakin tumakuta kauman baadhuhum yusalluna wa baadhuhum yaqrauna alqurana wa baadhuhum yatadhakaruna alhalala walharama. Eh? hatukuona ki, kinachogawiwa hakum. Waihaku maanake wajinga wajinganye ndo wa Waliosoma lugha simpoapo eh? Taubikh nani ninyi, fadhaka mirathul Mustafa msalimu Muhammad, nye watu mna nini hiyo? Ndo mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo mloikuta hapo watu wakiswali, watu wengine wakisoma Qurani, wengine wakiambiana halali na haramu, ma huwa alhalalu wa ma huwa alharamu. Hiyo ndio mirathi ya mtume Muhammad, hii mirathi ya pili, hii mirathi ya pili <coughs> mirathi ya mwenendo. Inawezekana babako akafa asikuachie chochote, kama yalionikuta mie Mi, babangu akufa kuniachia hata tofali, wacha chuma na nyumba, hakuniachia chochote salhadi. Kafa hana nyumba Dar es Salaam hini hini, lakini nimemrithi, nime na nimesimama pale umbele hadha mirathu, hii ndo mirathi yake, mirathi ya mwenendo. Siku moja Zakaria, nikisema Zakaria sio Zakaria unamjua, yeye ni Zakaria mtume. mtume sio Zakaria wewe unamjua, yeye w namjuae muuza chipsi huko siku yako Zakaria wengi, Zakaria mtume nabiullah Zakaria alayhi waala nabiina salatu wasalam. Mungu anamtaja wa katika Qurani Suratu Mariam, ndio eh, ambia wadhkur fil kitabi eh, Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya nidaan malaki nidaun khafi ni nidau laili. Zakaria pamoja na utume wake, lakini siku moja alijificha usiku, akaacha usingizi wake, akaja na nida dua maalum. Dua yenyewe ni hii: Mungu mimi kaona vaniona nisha kuwa mtu mzima Hmm? Mke wangu naye keshazeeka anaambia Mungu, Mungu, mimi naogopa, inni khiftul mawalia min warai wakana timraati aqira, E Mungu mi naogopea mwenendo, ndiyo mawalia. Hebu kaa mbele ya shekhe ajuaye atakufundisha, inni khiftul mawalia min mimi nitakufa naogopea mwenendo baada yangu, mimi na mke wangu. Unamwona huyo maihane akhiran hazai. Huyu kipenzi changu mahabuba habibti, eh fahabli min ladunka waliya, nipatie mtoto mimi, nipatie mtoto. Atafanyaje? yarithuni wa yarithu min ali Yaquba salemto Muhammad, piga mstari hapa Atakayenirithi mimi na atakawarithi watu wa Yaqub, wajalhu rabbi radhiya, na mfanye ni mwenye kuridhiwa. Urithi, piga mstari urithi. Huyu anataka urithi gani? Na mitume kama mashekhe hawarithiwi hizo zitu makoti, hmm? hawarithiwi viunga, hawarithiwi hawarithiwi viunga vya minazi, wanarithiwa. Mtume Muhammad? sallallahu alaihi wasallam, siku moja alimuita nana Fatima radhiallahu anha, mke binti yake wa mwisho, akambia, Fatuma, nahnu maashara lambiya la nurasu ma taraknahu sadaka. We Fatuma, we mimi navyo baadhi ya viunga viunga lakini kaa ukijua binti yangu, sisi mitume yote kuanzia huyo wa mwanzo mpaka mimi wa mwisho, wao la nurasu, haturithiki sisi, haturithiwi ma taraknahu sadaka. Kama Mungu ametujaalia tumepata kitu chochote tukakiacha baada ya kufa kwetu, ni sadaka, inakwenda baitul mali, haigawanywi na nani achukue nusu, nani achukue thuluthi. Alafu kuna mtu mmoja huko mtaani anasema mimi kama mtume. Wewe unarithiwa mzee, harithiwi. akili gani hiyo? hiy huntaka sj Situnzwi Hili ni darasa jamani, hili ni darasa na darasa linataka fizi Aha. Na kwa sababu tupo katika mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufurahi hmm. Darasa kule hakuna. Leo nataka kuongea neno huku Ilala hmm. huku Ilala huku eh, na kusema. Kwanza, jamani mjue mimi pia mtoto wa Ilala eh. Mtaa wa Arusha kule kwa mzee Malapa ndipo nilipolelewa, karibu na msikiti wa Arusha Mzee Alimalapa alikuwa babu yangu. Mimi bibi yangu mzaa mama alipoachika kwa mzee Munyigogo, aliolewa na mzee Alimalapa, nikalelewa. Wengi hamjui hiyo mambo. tumswali mtume Muhammad. k tu furahi furahi. Nataka kuzungumza kitu huku Ilala kinaniuma, hata ukiona napita sha, nakwenda, Mwenyezi Mungu ananishuhudia, kinaniuma, nacho ni kumuhusu ndugu yangu shekhe, shekhe huyu namjua Watu wa Ilala, kuna mirathi ya mali na kuna mirathi ya mwenendo. Shekhe Konseli huyu amekaa hapa, anagawa mirathi ya mwenendo. Mina hakika 75% up to 80% eh watoto wanaosoma madrasa hii. So wa Ilala, uongo uongo nataka sauti 95% en ya watoto wamekuja wame hapa kama alivyokuja Sheikh Konseli. Mungu ameileta mirathi kwetu, lakini hatushughuliki naye, hatushughuliki naye. Watoto wetu mwilala wanapita tu, waenda kulia, wakaenda kushoto, wakaenda kaskazini, wakaenda wapi wanakwenda wapi? Waupe wao hii mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana namjua, nimelala naye kitanda kimoja. Anacho kila ambacho kwamba mtoto wa Kiislamu anakihitaji katika maisha yake ya baadaye. Nawaambieni ukweli, nimekuwa naye kaa naye miaka kumi miaka kumi na tano, kwa alivyokuwa navyo umalizi lakini waihakum, tunashughulika na watoto wetu katika mirathi ya makoti magari, viunga. Ile mirathi inapita, ile mirathi inapita, na inapita mirathi ile. Jamanini, hebu sasa tuchukueni mirathi ya mwenendo Zakaria, mtu mzima, mtume mtume ambaye hana haja dunia. Mungu kishampa akhera, kishampa hakuna mtume atakayeingia motoni, hayupo. Hana haja dunia, fi dunia hasana wa fil akhirah. Lakini kaona mbali, anaambia Mwenyezi Mungu, la inni khiftul mawali ya min warai wa mraati aqira fahabli min ladunka waliya waliya, yule anakuja kufanya nini? Yarithuni wa wayarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Sasa lazima tutafute watu watakao kuja kutuwekea sawa sawa hiyo mirathi ambayo tunatoa na roho kwa ajili yake, wazee wetu wakifa. Naunganisha hapo, hiyo ndo connection ya maneno yangu, nimeanzia huku pa conjunction au connection au conclusion lazima maneno yawe na natija eh? Kizungu inaitwa conclusion. Unanielewa? Nasema haya kwa mapenzi makubwa, Shekhe Abdallah Matulanga lipigwe debe. Tuzitizame nyumba zetu, tukifa tutarithiwa utakavyo Uislamu, tutaoshwa utakavyo Uislamu tutaoshwa na wanaopasa kutuosha na watatuzika. Juzi juzi imekwenda pahala mekuzika na kizibao changu nimeweka mwaruma, kufika wakati wa kuzika, kuweka ma maiti kaburini wakaambia shekhe kwa sababu eti shehe wa mkoa au ustadhi ustadhi. Nikasema kala si mimi wa kumzika huyu, sio mimi na hususan maiti yule alikuwa mwanamama. Huyu katika mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anatakiwa azikwe na maharimu wake. Kwenda naye huko chini, inawezekana sanda ikafunguka. Mimi mtu kutoka huko Magomeni nikaja kuyaona mapaja ya huyu mama? Haifai. Huyu ana heshima yake hapa alipo, kama alivyokuwa hai alivyokuwa hai. Kuna watu wanaweza kukaa mbele yao pasi na kujitanda mtandio: watoto wake, wajukuze. Sinaeleweka vizuri. Sasa nakwenda naye mimi vipi? Waislamu, tuondokeni huko. Mtu akifa anatakiwa aoshwe na wake, aswaliwe na kukafiniwa na wake, na asitiriwe kaburini na wake. dhaka mirathu nabii dhaka mirathu nabi dhaka. Ni kweli, hatukatazwi kuwatayarisha watoto wetu na vijana wetu katika majumba yetu, tupate mainjinia wa familia, madaktari wa familia, wabunge na mawaziri wa familia eh? Sawa, mfundishe huko mashule haya, ili atoke mmoja katika watoto wako ndio daktari wa familia atoke katika watoto wako injinia wa familia, atoke katika watoto wako sijui nani wa familia, lakini hakikisha usimkose katika watoto wako mzishi wa familia. Apatikane bwana huyo awepo, kwamba mimi nikifa, huyu atatustiri. Siyo tena mtu mzima Muislamu na kizibao chako kama hivi na mwaruma umependeza na kanzu ya brauni Ukifa watu wanaenda msikitini kumtafuta wa kukuosha. Na kwa watu pale kazi yao kuosha kwa hela. Eh, unaenda naendamishaenda baadhi ya misikiti hapa hapa, staki kuhitaja majina. Kuna mtu kazi yake anangojea wale wasiokuwa na waoshi aosheee, ana daftari, anaosha haraka haraka, sababu kule kuna maiti zingine tano zinamgoja yeye. Huyo bwana akusuuzi wala akusugui, anakutia maji tu. Ha, tayari peleka lete, mwingine ndo anavooshwa. Watu hivyo, wewe huku ulikuwa kivaa vizuri eh, koti lako jeupe, ukijipiga uturi, uenda kwa Mungu na mavi hmm. Msicheke, huyu huyu ndugu yangu yuko hapa na sasa, ameingia katika familia ya shemeji langu jamani watu wailala wamsukesuke najua lugha ya kusukasuka meipata Tanga. Basi kamjui kusukasuka wamlunge lunge, hiyo pia nazidi kuwaacha wamfate fate. Asubuhi watu waje hapa, basi kama sio wote, angalau wapatikane. Shekh Hamisi, watoto watano tu, wanne sita saba. wailala Ilala ni mji wa Kiislamu. hailalla Ilala ni mji wa Kiislamu, natizama misikiti hivyo kwa mingi Ilala wenyewe Waislamu, madrasa hii ishikwe. Mtanisame, nimetwawilisha kwa sababu kuna baadhi ya maneno yanataka itunab kama tulivyofanya na kuna mengine yanataka ijazi, lakini haya yanataka itunab kwa sababu hatari tunaiona. Tuifate mirathi ya mtume tuliomkusanyikia hapa. Huyu tuliomkusanyikia hapa ni Mtume Muhammad, tumemswalia tukamsifu, na karibu hivi sasa tutamsimamia yeye. Ametuletea mambo hayo Mwenye anasema inama buistu muallima, nimetumwa hali ya kuwa mwalimu wa ma. Alaina illa albalagu mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wbarakatuh wal afwa minkum.